Michezo ya tamasha la Ladies First ni tamasha linalohusisha michezo ya wanawake ya mchezo wa riadha hususani na mchezo huu. Tamasha hili limeasisiwa na Kanali Juma Ikangaa, ambaye ni balozi wa hiari wa Jaika Tanzania, ambaye amewahi kukimbia mbio nyingi sana huko Japani miaka ya nyuma na akafanya vizuri sana. Ana heshima kubwa kuliko tunavyoweza kuisema sisi hapa Tanzania. Nimekuwa nikiisema na sintachoka kusema, mheshimiwa kwa sababu tunahitaji kuiga mfano wake. Jaika walimuomba, wakamuuliza wamfanyie nini. Kama yeye ningekuwa mimi ningesema nijengeeni shule yangu binafsi na watoto wangu. Angekuwa mtu mwingine angesema ninunulieni mabasi atakayokuwa anafanya biashara kwa ajili ya familia yangu. Yeye akasema nifanyieni jambo kwa ajili ya watoto wa kike wa Tanzania, na alikuwa na sababu. Sababu ilikuwa ni kwamba ana kumbukumbu nzuri kwamba Tanzania kimataifa imewahi kupata medali ya kwanza kimataifa mwaka 1965 katika mashindano ya Afri All African Games yaliyofanyika Congo Brazzaville. Medali ilitokana na mchezo wa riadha wa kurusha mkuki unaofahamika kwa jina la javelin, na ililetwa na mwanamama anaitwa Theresia Dismas. Na lengo la tamasha hili sasa ni nini? Lengo la tamasha hili ni kuendelea kusherekea mafanikio ya mwanamke katika michezo lakini kuendelea kuwafungua macho wanawake na kuwaonyesha kwamba wanaweza, na kwamba nchi hii kwa mara ya kwanza ilipata mafanikio ya kimataifa kupitia wanawake, na mpaka leo hii bado sisi ni mashuhuda. Wanawake fursa zao kwenye michezo sio kubwa, lakini wanapozipata wanafanya vizuri kuliko wanaume. Kweli sio kweli? Naomba tujipongeze kwa hilo na tuendelee kufanya vizuri zaidi.